Mtoto aitwaye Neema mwenye umri wa miaka mitano mkazi wa Magugu wilayani Babati mkoani Manyara anakabiliwa na tatizo la kiafya ambalo hadi sasa halijafahamika, hali iliyomsababishia kushindwa kutembea, kuona wala kuongea. Akizungumza na waandishi wa habari, mama mzazi wa mtoto huyo, Mariam Juma, amesema Neema alizaliwa akiwa mzima, bila changamoto yoyote ya kiafya. Hata hivyo baada ya kufikisha miezi tisa, baadaye hali ya afya ya mtoto ilianza kubadilika ghafla, na baadaye kupoteza uwezo wa kutembea, kuona na kuongea. Anaitwa Mariam Juma, mkazi wa Magugu. Mtoto wangu alipatwa na changamoto, alikuwa na miezi tisa, anaitwa Neema. Alianza kuumwa, tukawa tunalazwa mwisho wa siku akabaki kukaa, alivyobaki kukaa macho tena yaoni, ndio hivyo hata kuongea aongei, akabaki wa kukaa tu. Sasa Mariam amesema kutokana na ukosefu wa kipato ameshindwa kumpeleka mtoto wake katika hospitali kubwa kwa uchunguzi wa kina na badala yake amekuwa akipata huduma katika kituo cha afya Magugu pamoja na hospitali ya Mrara mjini Babati. Ameeleza kuwa katika hospitali hizo hakukuonekana ugonjwa wowote unaoeleweka, hali inayozidi kumchanganya na kumuumiza zaidi. Nilimpeleka hospitali, ana ugonjwa wowote, tukawa tu tumerudi nyumbani, kukaa kwao. Sahivi sijampeleka popote. Nilikuwa naombeni msaada wenu nisaidie Tanzania wenzangu, msaidie ni mpeleke hospitalini kwanza, ndi wanauma. Mama huyo ameongeza kuwa maisha ni magumu sana, kwani hana kazi ya kudumu, baba wa mtoto alimtelekeza kwa muda mrefu, na kwa sasa analazimika kufua nguo za watu mtaani ili aweze kupata chakula chake na mtoto wake. Kutokana na hali ya afya ya Neema kuendelea kuzorota kila siku, Mariam amesema ameamua kuomba msaada kwa Watanzania wenye mapenzi mema ili kusaidia kuokoa maisha ya mtoto wake. Katika video, Mariam anasikika akiwaomba viongozi wakuu wa nchi, akiwataja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lamek Nchemba kumsaidia mtoto huyo apate matibabu ya haraka na sahihi. Nilikuwa naomba Watanzania wenzangu mnisaidie mwanangu aweze kupona, na Rais wangu Mama Samia, nilikuwa naomba nisaidie mwanangu aweze kupona. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, nilikuwa naomba nisaidie. Wananchi au wadau wanaoguswa na hali ya mtoto Neema wanaotaka kumsaidia wanaweza kuwasiliana moja kwa moja na mama yake kupitia namba ya simu 0710 568 017 ambapo jina litakalojitokeza ni Agnes Lohai Rohai. nambangu ya simu 0710 568 017, mwisho jina linakuja Agnes Lohai. Yangu, Masasi, malumu, bijijini, Magugu, kwa majina yangu naitwa Staimili Masasi, ni diwani wa viti maalum wa wilaya Babati vijijini, lakini ninaishi Magugu mtaa wa Majengo B. Nipo muona ile mtoto kweli anatia huruma, na mtoto afya yake imedhoofu sana. Kwa hiyo akaja kwangu kama diwani wa viti maalum, lakini nimsaidie kama mwanamke kwamba anawezaje akapata msaada wa kumhudumia yule mtoto, kwa sababu kwanza hali yake kiuchumi ni duni hana uwezo, kwa hiyo ni waombe wanaonisikiliza au watanzania wenzangu, basi tuguswe na afya ya huyu mtoto walo, tumsaidie ili mtoto aweze kupatiwa matibabu. Familia inaamini kuwa msaada wa Tanzania unaweza kuwa tumaini jipya la kuokoa maisha ya mtoto Neema. Jina langu ni John Walter.